Ile nyama mbee, kwamba pengine ni moja kata ndogo, chukua kwako, si unachukua yote, alafu unatia mdomoni, unatia mdomoni, una uma, alafu ndio unarudisha kwa sinia, sio sio adabu hi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ndugu yangu Mislam, kuna tarbia malezi ambaye kwamba bi Fatma Zahra anataka tuwe ni wenye kuweza kuyafata eh, hususan katika kuamiliana na watu na wakati mwingine katika eh, malezi ambayo kwamba inahusiana na sisi wenyewe na malezi ambayo kwamba inahusu familia kama familia. Katika hadithi hii tutaweza kutaja maneno yake Bibi Fatma Zahra ambaye kwamba anaelezea tabia au malezi bora ya maida. Maida ni ile meza ya chakula, ima unaketi chini, ima mnaketi chini au ima mnaketi kwenye meza, muhimu ni ile sehemu ya kulia. Anasema kwamba filma ida katika hiyo meza ya chakula, baada ya kuandaa kila kitu, ithnata ashrata khasla, kuna mambo kumi na mbili. Yajibu anasema Bifatima ina lazimika na ni wajibu ala kulli muslimin, inawajibika kwa kila muislam na inshallah tutaelezea katika vikao ambavyo kwamba vinakuja, kila maana ambayo kwamba tutakuwa wenye kusoma katika hadithi hii na katika riwaya hii. Anasema yajibu ala kulli muslim, yani mambo haya inawajibika kwa kila muislam. An yaarifaha awe ni mwenye kuyajua na kuyatambua. Anasema arba'u fiha, nne kati ya hizo, faradhun milazma, ni faradhi

Ama ile ambayo kwamba ni lazima, anasema ni nini? Fal maarifa ni lazima ujue kwamba aliye provide aliyeleta chakula hiki aliyeandaa chakula hiki hadi ikanifikia mimi ni Allah subhanahu wa ta'ala, siyo mtu yeyote. Wakati ambao kwamba unapopata chakula mbele yako, ujue si wewe ambaye kwamba e, umetayarisha si wewe ambaye kwamba umeandaa bali ni Mola wako ndiye ambaye kwamba amekujalia wewe na kupatia taufiki zote kuandaa, hata kama ni chakula ina gani, si wewe, ni Mola wako. Hiyo ni ya kwanza. Kwa hivyo chakula chochote ambacho kwamba unachokula, ujue wewe si provider, ambaye kwamba ana provide ile chakula ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni ya kwanza. Kwa hivyo hata kama unamiliki chakula ujue kwamba unamiliki bitakhsis, tutaeleza kama unamiliki ile chakula, ujue tu khasa na khasa ile chakula ni yako, lakini haumiliki ile chakula kwa atamliku lhaqiqi, kwamba umiliki wa uhakika si wewe ndiye ambaye kwamba unamiliki, ni Allah subhanahu wa taala. Tuendelee waridha, na ya pili, chakula ikiwa mbele yako ni lazima uwe umeridhia kadari, umeridhia yale Mwenyezi Mungu subhanahu wataala amekutayarishia wewe, amekuandalia wewe. Kwa hivyo usikufuru. Ya tatu, attasmiya ni kumtaja Allah subhanahu wataala. Alafu ya nne ni kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwamba ndiyo, Mwenyezi Mungu umenipatia riziki Mwenyezi Mungu umenijalia nimepata hii riziki kwa hivyo ninakushukuru. Kwa hivyo mambo haya manne ni lazima inshallah, baadaye e, katika vikao vinavyokuja taeleza kwa upana zaidi. Ya pili fa ama sunna, ama sunna ya meza falwudhu lwudhu. Qabla taam, ni sunna kutawadha kabla chakula. Ni watu wangapi wangape, ambao kwamba wanatawadha kabla ya kula chakula? Ni wachache sana pata tu bora mi najua bismillah bismillahi rahmani rahim, tunaanza kupiga kama ni mpunga uje ukuje, ukuje. Tunasahau kwamba hizo mustahabat kuzifanya, kumbe kwamba hizo mustahabat zina athari katika chakula zina athari pia katika rutba e, rutuba ya baadaye, yani ina athari ya, ya kila kitu ambacho kwamba ina nini. Mathalan, mathalan e, tuje na mfano mf, mdogo wakati ambao kwamba utakula ile chakula itaweza kujenga kitu katika mwili, na ikiwa ile chakula itakuwa ni yenye kuingia na hali ukiwa na tahara, na ile chakula itaingia hali umefanya tasmia, umemtaja ume, Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni yenye kujenga kitu, na miongoni mwa vitu ambavyo kwamba itajenga ni damu yako, na itasaidia damu itasaidia nini na, na mwisho itasaidia pia mani. Mani ambayo kwamba ilipatikana kutokamana na ile chakula inamaanisha kwamba eh, umetaja Mwenyezi Mungu mwanzo imepatikana na tahara na na na ni kwamba hiyo itakapopatikana itaka na atakapopatikana mtoto kutokana kutokamana na hiyo, maana huyo mtoto atakuwa yuko na athari pia nyingine tofauti. Kwa hivyo, ki, kila kitu ambacho kwamba tunafanya iko na athari yake. Hiyo ni ya pili, hiyo ni ya kwanza katika sunna, mombe ya sunna, alwudhu qabla taam Waljulus ala janib isar yani nakuketi katika upande wa kushoto walakl bithalatha asabi nakula na vidole vitatu fa ama tadib na ama zile ambazokwamba ni za adabu nzuri falakl bimalik ni kula na ile ambayo iko mbele yako yani mfano unakula na watu ama unakula peke yako kwenye sahani kula tu ile sehemu ya mwanzo mwanzo. Usile mara huko kama vile panya wanavyofanya ama kama vile wanyama wengine wanafanya. Utaona kuna wanyama wengine wakila kila kila kila chakula utapaka wewe mwenyewe uta utaninio uta, utakuwa ni mwenye kuudhika. Ama wakati mwingine utaenda katika, e, katika nini ya, ya, ya mujtama, ama e, katika sherehe pale fulani, mtakuwa ni wenye kuketi katika sinia moja kubwa hivi. Kuna nyama, kuna nini vitu vizuri vizuri vimewekwa katika ile sinia sasa mko watu watatu watu wanne. Sasa utakuta watu wengine anaanza huko kwa mwenzake, au anaanza katikati, alafu ile mdomo yake yote iko kwenye sinia. Yani mfano sinia ndo hii hapa. Sasa mdomo yake yote iko kwenye sinia, yani yani machafu, machafu, machafu, vyakula vingine vikianguka vinarudi kwenye sinia. Ndugu yangu Mwislamu, wacha haraka, usile na haraka, kula polepole, kula na ustaarabu Jaribu kutafuna ile ambayo kombe iko mbele yako kwanza, anza na hiyo ambayo kombe iko mbele yako. Unaiona sehemu yako, kila mtu uko na sehemu yake. Hiyo sehemu yako na vitu vya kawaida, kama ni nyama kama ni nini, jaribu kushia na wenzako. Ile nyama ambayo kombe pengine ni moja, kata ndogo chukua kwako, si unachukua yote alafu unatia mdomoni. Unatia mdomoni una uma alafu ndo unarudisha kwa sinia. Sio, sio adabu. Inshallah itakuja sehemu yake alafu hiyo ni ya hiyo ni ya pili, na hizi hadithi insha Allah, hii hadithi tutakuja, yani itakuja baadaye, pia tutaeleza kwa urefu zaidi wa tasghiru lukma na kufanya lukma iwe ni ndogo. Yaani lukma ni ile tonge sawa, unakata tonge sasa, jaribu kata tungi ndogo ndogo. Mandugu zangu, kuna tabia zingine ambazo kwamba sio sahihi katika katika mujtama yetu ni yani, tabia za kustajabisha, tabia za kuajabisha, tabia za ku mpaka mtu anashangaa e, anashangakai kwa mara kwanza, huyu mtu kula wakati ni mwislamu. na unakula tunawezakwa sawa, lakini sasa kula vizuri ndugu yangu, ndogo ndogo tu utapata utatafuna vizuri nina, nina. lakini mwingine anachukua ku, nini kubwa hivi mpaka anatia mdomo tafikiri ni nini, nini kitu kikubwa yani mpaka hata, e, kutafuna ku nini, nampatia shida sasa, anabaki tu na meza hivyo, nabaki tu na meza hivyo tu na meza la, sio sahihi ndugu yangu Muislam. Jaribu ile tonge ambayo kama unachukua tonge ndogo, tafuna sio haraka. Kuna mtu anakuharakisha, kuna mtu anaku hata, kwa kwa kwa kwa nyumbani pia fanya hivyo hivyo. Hizi ni adabu, kwa sababu si wenyewe, inafaa ku practice. Alafu nyingine anasema Bi Fatuma Zahra, walmadh shadid, na kutafuna vizuri mpaka iwe ni kitu rojorojo nzuri rojo, ndo uweze kumeza si unatafuna. Yaani hata ijaisha sekunde mbili tatu, utapata tu mtu ameweka na vitonge kubwa kubwa ana meza anachukua nyingine. Ndugu yangu, najua mwenyewe, afya yako itaharibika, hata koo itashangaa, eh, huyu mtu wangu kwani anichungi mimi, huyu mwenye anamiliki hii koo, kwani hanichungi hata mwili wake itaanza kuji, ku, ku, kuji, kuji, kujiuliza huyu bwana ambaye kwamba ananimiliki mimi, kwani yeye mwenyewe hanichungi? Jameni, tu leni na ustaarabu tu leni na adabu tuchungeni adabu zetu. Alafu ya mwisho kabisa ni hii ambaye kwamba pia watu wamezoea na itakuja sehemu yake, wa qillatu nadhar fi wujuhi nnas, wakati ambao kwamba tunakula kuna wengine sasa, hapo ndio umewafungulia mlango ya kuangalia angalia watu nakula alafu naanza kuangalia angalia uso za watu, unaangalia huyu, unaangalia yule, unaangalia yule, unaangalia nini? Ndugu yangu mwislamu, kwa nini tusiangalie chakula hapo pale mbokombo unapokula na umalize chakula lakini sasa hapo ndo utachukua unatafuna, ukiangalia ndugu mwenzako Muislamu. Acha haya mambo, Uislamu haijatufunza hivyo. Uislamu imetufunza ustaarabu. Ukila na watu kula na ustaarabu, tazama pahali ambapo kwamba unapotafuna chakula, unapokula, unapotafunia na nyingine pia na nyingine pia e, ni kwamba wakati ambao kwamba unapokula, ndugu yangu muislamu, hifadhi macho yako, hifadhi <coughs> ma macho yako haya, ya hifadhi ya hifadhi ya, ndugu yangu, Mungu atakusaidia. Maana katika watu kuna wale ambao kwamba wanakula vibaya, anakula tonge, alafu huku ni kama ndevu, sasa zinakuwa michele michele, niniyo, haya maneno yanaitwaje? E, yani waliwali wali inabakia huko sasa. Ukiangalia mtu utamwona sasa, mwingine yuko na nini, mwingine ukimwangalia utaona na tupa tupa vitu ya nini. Ndugu yangu Muislam, jishughulishe wewe na chakula yako, jishughulishe wewe na yale ambayo kwamba unayoyatafuna hapa mbele, unayokula hapa mbele, kuliko kujishughulisha na uso za watu wakati ambao kwamba wanapokula. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala